kitendo cha kutengeneza pipi zenye kiwango kikubwa cha sumu aina ya THC ni ushahidi wa aina ovu ya uhalifu kulenga kuharibu vijana ambao ndio nguvu kazi ya taifa. Aidha, katika tukio jingine mkoani Mbeya tulikamata kilogramu 1658 na za skanka na kilogramu 122.7 za bangi zilizokuwa zinaingizwa nchini kutokea nchini Malawi. Operesheni zilizofanyika mkoani Dar es Salaam zilifanikisha ukamataji wa kilogramu 220.67 za dawa za kulevya aina ya skanka katika kata ya Chanika zikiwa zimefichwa chooni, huku kilogramu 11 zikikamatwa kivukoni eneo la ukaguzi wa mizigo kwenye bandari ya kuelekea Zanzibar.